Mheshimiwa Spika, Serikali imeendelea kuboresha utaratibu wa utoaji wa visa nchini ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia duniani. Mathalani, Serikali kupitia Idara ya Uhamiaji imeanzisha mfumo wa maombi ya visa kwa njia ya mtandao unaowezesha watalii kuomba visa popote walipo duniani bila kulazimika kufika ubalozini. Hali kadhalika, Serikali imeboresha kanuni za uhamiaji za mwaka 2023 ambapo kwa sasa watalii wanaotumia visitors pass wanaruhusiwa kutembelea nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki na kurejea Tanzania bila hitaji la kuomba upya pasi ya kuingia nchini alimradi pasi aliyopewa iwe haijaisha muda wake. Mheshimiwa Spika, sambamba na hayo, serikali imeendelea kuingia makubaliano na nchi mbalimbali mbali ili kurahisisha utaratibu wa viza ambapo kwa sasa raia wa nchi sabini na moja hawahitaji viza wanapoingia nchini. Aidha, kwa sasa watalii kutoka katika mataifa mengi duniani wanaruhusiwa kupata viza wanapowasili kwenye viwanja vya ndege vya kimataifa kama Julius Nyerere, Kilimanjaro na Zanzibar. Vilevile, serikali imefanya mapitio ya nchi zilizo kwenye kundi la viza rejea kwa lengo la kufanya marejesho maboresho